Na banda la TBC tunajua na, na mabanda mengine ameweza kutembelea i baada ya kutembelea Sabasaba hapa, pengine tunajua tu kwenye ofisi eh, yako ile ya utamaduni. Umepita pale nini kiubwa ambacho umekishuhudia na unaambia nini watu wote ambao unafika katika viwanja hivi vya Sabasaba? Mimi nawaambia Watanzania ambao bado hawajafika katika viwanja vya Sabasaba katika maonyesho ya 48 kwamba wamekosa mambo mengi sana, hivyo wajitahidi katika hizi siku zilizosalia waweze kufika katika viwanja vya sabasaba, vilivyoko Kilwa Road jijini Dar es Salaam kuja kujionea mambo mbalimbali, kila aina, kila unachokitaka wewe hapa sabasaba. kii kama wewe ni mpenzi wa ujenzi, makampuni ya ujenzi watakuja kukupa elimu hapa. Kama wewe ni mpenzi wa elimu, basi taasisi zote za elimu unazozijua wewe ziko hapa kama wewe ni mpenzi wa masuala ya fedha, wizara ya fedha iko hapo jirani. Kama unataka kusajili kampuni, Brela wapo jirani, lakini kama unataka masuala ya utamaduni, sanaa na michezo, ndiyo mwaka huu hakuna wizara imejipanga kushiriki vizuri kama utamaduni, sanaa na michezo. Hivi sasa tunavyoongea, timu ya Twiga Stars iko ndani ya viwanja vya sabasaba, nao wamekuwa sehemu ya maonyesho ya sabasaba hayo ndo mambo ya wizara ya utamaduni, sanaa na michezo. Ukitembelea jengo la TFF pale, kila kitu unakikuta pale ndani, historia yote, kanuni, makombe. Lakini pembeni yake ndo kuna jengo la wizara. Taasisi zote tisa za wizara ziko pale, zinakupa elimu kuanzia BAKITA wanaotoa elimu ya Kiswahili mpaka KOSOTA kwenye mambo ya copyright mpaka BASATA ukitaka hata kujisajili na kupata leseni kila kitu kinakamilika pale, lakini ukitaka burudani, kuna kikundi cha sanaa kikubwa mno. Lakini hata sisi ambao tunazunguka hapa kama wizara, tunaweza tukalianzisha hapa hapa tukaanza kuwapa burudani kwa <laughs> sababu sisi ni watu wa shughuli, sisi ni watu wa hekaeka. Lakini kikubwa zaidi niwaambie Watanzania, tumejipanga kuhakikisha kwamba tunashiriki Afcon kwa miaka mitatu mfululizo yaani, tunapiga hat trick ya Afcon. Tumeshiriki Ivory Coast, mmeona draw iliyofanyika jana katika kundi lile. Tunawahakikishia Watanzania tutapambana, najua ni kundi gumu, mpira ni mgumu, tutapambana, lazima tufuzu kwenye Afcon na tuende Moroko, lakini takachofuata ile ishirini na saba tayari tumeshafuzu fuzu kwa sababu sisi ni wenyeji. Kwa hiyo nataka tupige Afcon tatu mfululizo yaani tuzoee Afcon, tuichukulie tu kama vile tunaenda kucheza mechi na timu nyingine yoyote ile. Yoy. Na tumejipanga kwenye hilo tutafanikisha. Afcon ya 2025 kwetu sisi ni mazoezi ya Afcon ya 2027. Na Afcon ya 2027 ni mazoezi ya kombe la dunia ishirini na thelathini. O, o, o, waziri, kuna baadhi ya mashabiki pengine wana mashaka na miundo mbinu yetu, unahakikishia nini kuhakikisha mambo yanakwenda kama ambavyo umepangwa kuelekea Afcon 2027, 20, b 20. Waswahili wanasema wali wa kushiba unaonekana kwenye sahani, ukiuona tu unajua umi nimeshiba. Wewe wewe angalia bajeti ya mwaka huu, bajeti ya mwaka jana ya wizara ya utamaduni, sanaa na michezo ilikuwa ni shilingi bilioni 35. Bajeti ya mwaka huu ya wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo ni shilingi bilioni mia mbili themanini na tano. Zimeongezeka shilingi bilioni mia mbili hamsini. Hizo fedha zote zinakwenda kuimarisha miundombinu ya michezo. Tuna karabati uwanja wa Benjamin Mkapa, mkandarasi uko saiti na ukarabati unaendelea. Tuna karabati uwanja wa Uhuru, mkandarasi uko saiti na uwanja unaendelea ukarabati wa uwanja wa Amani umeshakamilika. Tunajenga viwanja vitatu vipya. Uwanja wa kwanza Arusha, na tayari mnajua mkandarasi yuko sahihi. Uwanja wa pili Dodoma, tayari mchakato wa kumpata mkandarasi utakamilika mwezi huu wa saba, na uwanja wa tatu Fumba pale Unguja, tayari mkandarasi atapatikana dakika yoyote sasa. Umeona, tunajenga viwanja vitatu vipya na karabati viwili hivyo, ni viwanja vitano kwa ujumla wake. Wakati kafu wanataka tu na viwanja vitatu tu, tayari mpaka sasa tuna vitano lakini tuna ziada viwili, lakini okay. Sisi kwa sababu tunapenda sana sifa katika michezo, tunataka kuifanya Tanzania iwe powerhouse ya michezo, tunakwenda kukarabati viwanja vingine vitano. Tunakarabati Mkwakwani Tanga kule kwa wagosi wa kaya najua jeni, upenzi sana ule uwanja kwa sababu ile timu yako inapataga shida sana pale. Tunakwenda kukarabati CCM Kirumba Mwanza, tunakwenda kukarabati Jamhuri Morogoro. Na kule CCM Kirumba, tunajua wasukuma wale ni wapenzi sana wa wamtu, tunataka tuwapelekee uwanja ule wa kisasa. Jamhuri Morogoro, tunaifahamu Morogoro ni mji wa soka. Tunakwenda kukarabati uwanja wa Sokoine Mbeya soko ile ni njia panda, huku kuna Zambia, huku kuna Malawi. Tunataka mechi za kimataifa ziwe zinapigwa pale. Tunakwenda kukarabati uwanja wa wana Rizombe, uwanja wa Majimaji pale Songea. Hii vitano sasa tunakarabati sasa. Unaona jeni, ukichukua tunaenda kwa kukarabati pia nagombana cha sita, ukichukua hivi sita na vile vitano, tutakuwa na viwanja kumi na moja venye kukidhi vigezo vya FIFA. Hii ndo kazi ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye katika michezo anafanya mambo makubwa na ya kutisha. Sasa viwanja kumi na moja, tuna uwezo wa kuhosti hata kombe la dunia. Umezungumza hilo Mheshimiwa Waziri, najua na kuchosha, lakini na jambo la muhimu kukuuliza, Simba Day ni tarehe tatu wakati wananchi ni tarehe nne. Uwanja wa Benjamin Mkapa utatumika mara mbili mfululizo, mmejipangaje kwenye hili? Uwanja wa Benjamin Mkapa ndio uwanja unaoongoza kwa sifa katika ukanda wa Afrika mashariki na kati. Huo ni uwanja ambao unaweza ukaimili vishindo vya mechi mbili mfululizo, na tumeshafanya hiyo, wala sio kwamba tunaongea kwa nadharia. safari hii Unaweza kuwa wenyeji wa robo fainali ya Champions League. Yanga amecheza Jumamosi, Simba amecheza Jumapili. Sasa kumbuka, robo fainali ya Champions League ni mashindano makubwa yenye kishindo kikubwa. Uwanja ule uliweza kuhimili, na baada ya kuhimili kulikuwa hakuna shida yoyote. Sasa hizi Simba Day na Mwananchi Day, hizi ni, ni, ni kama burudani tu aendani na kishindo kile kama cha robo fainali. Kama robo fainali iliweza, hii hatutashindwa. Na mimi nikwambie Jeni, nitakuwepo siku zote mbili. Nikuombe siku ile ya kwanza, tarehe tatu, tukae pamoja mimi na wewe. hii nitakutafutia jezi nzuri sana ya kuvaa. Na zile goli tano zinakumiza ama hapana? Unajua mpira ni mchezo wa matokeo. Brazil ameshafungwa goli saba nyumbani kwake kwenye mashindano ya kombe la Dunia, na huwezi kusema Brazil ni timu mbaya. Ndivyo mpira ulivyo ukiamka. Okay, vibaya wenzako wakijipanda, basi wanapata ushindi. Sasa afadhali ya ile tano moja, kulikuwa kuna tano bila, lakini so wala akuseme, na kushukuru sana mheshimiwa Dr. Damasi Ndumbaru, waziri mwenye dhamana ya michezo lakini ndio waziri wa Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo kutembelea katika banda letu la TBC. Najua umeona mambo mengi lakini pia una ujumbe gani kwa watu wa TBC na wafanyakazi kwa ujumla tukiwa hapa Sabasaba? Ujumbe wangu kwanza ni kuwapongeza TBC chini ya uongozi wa Daktari Rioba kwa kazi nzuri mnayofanya. Mnayoifanya sasa hivi TBC imekuwa ni chombo bora kabisa cha utangazaji barani Afrika. Ombi letu moja tu, mfikishieni daktari Lioba, tunataka sasa kila timu ya taifa inapocheza TBC iwepo na iwatangazie watanzania mchezo huo, kwa sababu ndio historia ya RTV zamani. Hata timu ya taifa ilikuwa ikienda kucheza Ulaya, TBC wa RTV walikuwa wanatangaza. Tunataka TBC sasa tuweze kuambatana na timu ya taifa kuwatangazia watanzania matokeo ya timu ya taifa popote pale. Na nakushukuru sana na kutafutia leso. Asante. Waziri, kabla ya hujaondoka uh, mimi Saidi Lombano kutoka Bongo FM uh, na swali langu muhimu sana, wakati waziri wa fedha anawasilisha bajeti yake alipendekeza nembo ya Yanga ikae kwenye fedha, lakini ukaja ukamjibu ukasema kwamba tayari Simba wamefanya hivyo uh, kwenye noti ya shilingi elfu mbili pale kuna alama ya Simba kwa ishara ya kwamba wewe ni kule Msimbazi. Sasa natamani kufahamu uh, kat, katika kipindi hiki cha sajili pengine ni kitu gani ambacho kimekuumiza na kitu kimefurahisha? Mimi nimefurahishwa kwa sababu usajili ni muda wa heka heka na katika muda wa heka heka lazima timu zipambane kupata wachezaji wazuri zaidi, kwa hiyo naendelea kuangalia usajili unapokwenda kwa sababu timu hizi zikisajili wasaji wazuri ndipo zokaa wa kufanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa. Mimi natamani kuziona timu zote sita kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maana mbili zinatoka kule Zanzibar na nne zinatoka Tanzania Bara, zikifuzu kwenda kwenye hatua za makundi, zikifuzu kwenda kwenye robo fainali na hatimaye ya kufika fainali. Kwa hiyo timu inapofanya usajili mzuri kwangu mimi kama waziri mwenye dhamana ni jambo la kushangilia sana. aio la unkulu, nikwambie tu nchi haitumi mabalozi wawili katika nchi moja. Yani sisi Tanzania, ukienda Uingereza balozi anakuwa mmoja. Sasa tayari Simba ni balozi katika mambo ya fedha elfu kumi ni nyekundu na ile elfu mbili na picha ya mnyama. Kwa hiyo balozi hiyo anatosha na chama alivyoenda